Wazazi wakikutana wanafanya nini? Wanapata watoto wanaofanana nao. Oh. Eh, eh. Hatario noma sana, yes. Ikiwa imetimu muda wa wanagossip kufika mezani na hmm, kuwamwagia maombea yote my Alikiba ubuyo kumungunye, so Alikiba alafu unawashawasha hivi kama unatanga wize. Sisi tunaruhusu kila mtu kuutafuna na kutujibu, je, amesikia ladha gani? nah. Umenjoy uje enjoy comment mm -hmm. yako tu hapo, safi sana sana hata mm. ah. ah. ipendezaje mtu mnene kuwa na nanili mm. kudeka mtu mwenye mwili mkubwa Nyie bwana, mbona mnapenda kuonea watu wanene? mm. bwana, bwana ipendeze bwana. Kif... ah. Kinapendeze, mlifanya hivi kipotable kinapendeze. Sababu wapi? Afu inashanga wewe, wanawake mbamba wewe, kwa kuwasema wanawake wanene, afu angalia wanaongela nyingi, wanawake gani we, mbamba. Nani kukwambia? <laughs> unalipa kutokana na nyama zako <laughs> <laughs> si ndio? Wanawake mnawapenda siku hizi, maana wanawake wengi sasa hivi ukiangalia asilimia kubwa eh. yaani, angalia asilimia kubwa bidhaa ambazo zinunuliwa na wanawake ni bidhaa za kupunguza mafuta mafuta kutengeneza shep, lakini pia kupunguza mafuta mwilini, kwa sababu unaanza pia hmm. Unaambua una slim mm. Alafu sasa watengeneza zako shep mmm ah ye watu vibunda vinasoma kutokana na nyama zako. Kama nyama zako ni kilo eh kilo zimekaa vizuri, ha wewe. oh, unahisi mimi nyama zangu kilo ngapi? mm. moja <laughs> moja bado na yuto pime eh? <laughs> Twende <Twende> kwenye mizani. Unafanya <laughs> tu hivi, angalia. Twende kwenye mizani. Maana zikiwa kilo nyingi shingo haiwezi kufika. Eh, nishaiku experience. Sawa mm. Tuko na bana story kuhusu Welu Sengo, mmoja well, uh, mm, kati ya wa waigizaji ambao mimi nikiwatazama na enjoy ni moja pia kati ya vipaji vizuri sana kwenye sana Bongo movie. Sikufichi kama kuna msanii ambaye akikaa kwenye hisia ni Welu. Ni Welu Sengo na anavaa uhusika mm akiamua kuvaa uhusika wa mama aliye serious kwa moja tamthilia fulani kwa inaonyeshwa mm. Aliact kama mama ni mambo yake kwa serious. Yeah. mama fulani hivi ana pesa anajitambua mm -hmm. E, lakini pia kuna, kuna tamthilia, kuna filamu pia aliwahi ku, kuigiza kama dansa, yani dansa stage show. Ah. E, stage show fulani hivi kwenye majukwaa mm. Alivaa uhusika pia okay. E, na akiamua kulia nalia kweli mm. <coughs> Dada huyu bwana, sikufichi mm. jicho jicho la Steve Nyerere ni kama jicho langu <laughs> Pure kabisa. eh. Yani, jicho la Steve Nyerere ni kama jicho langu. Steve alichokiona kwa Welu Sengo mimi nakiona sasa hivi. kitu gani ambacho mmekiona na Steve? si mwanamke mzuri, yani mpambanaji. Okay. She's perfect. Hana skendo wake. Ah. Mbona kama kwa hisia <laughs> Oya mapenzi zile shepu na chorali ikia kidogo, yani uende Uturuki. Wewe ndio Turuki kufanya nini? Mloga nzila hapa. Watu wanapanga mistari kwenda kutengeneza Why, kama hujapewa hujapewa tu E, mpewa hapo kwenye ki eh, naliepewa kapewa, e, kapewa. E, wewe force pigana garagala lakini huwezi kuipata ile naturali kama sio ya kwako mm. haiwezi kunoga mm. Ringo ulichukua we nacho wewe Lusengo analingia kile ambacho yuko nacho. Sasa nimeona hii clip hii? Ndio mm. imesambaa siku hizi watu oh, oh mwanamke shepu mnene yule anadeka. Ay, clip gani? Sipiga piga boy. Imagine mwanamke vile ana, ana, ana mm-hmm. <laughs> Yeah, mwili ule, alafu bado anafanya mazoezi ana sweti ah! Hey. <laughs> mm. <laughs> Mungu huyu ah! Huyu acha, yani mwanamke ana mwili mkubwa, lakini ile ile, ile klipu baada ya kutembea <coughs> uh, kuna kuna stori za uh, hapa na pale lizisikia mm. uh, kwamba Welu kaamua uh, kuingia jim kwa ajili ya kupunguza mwili, eti watu wanamsema mwili wake akajaa sana mm. E, watu wamemzungumza sana, wasema mwili wake umejaa sana, nyama zimezidi. Kuna wakati pia yani sasa inatoka ile autofocus mwonekano mm. E sasa, sasa unaenda unaharibika, ndio maana ameamua kurudi mm. Uh, kikangoni, akajifue kwenye, kwenye fremu e, mm. Nyama zimejaa Mi naona bwana, kwangu mimi minamuona ni mwanamke ambaye iko sawa, yani asiongeza, asipunguze pale, minamuona ni iko safi. Unajua, mii kuna kitu ambacho mewai kukigundua adabu uh, maisha ya wasanii ni maisha ambayo imejaa stress yeah yani wasanii wa, wanaishi maisha ya stress, usiwaone wanapiga picha nzuri wanang'aa, wanasha, lakini kwenye uhalisia anaishi, wanaishi kwenye stress. Ukitoa stress za mahusiano, lakini pia stress za kuendelea kubaki kwenye jina. Yani mashabiki wakisema hiki anataka akirekebishe, mshabiki kamsema uh, ye, weusi wake mbaya, ataenda kujichubua Shabiki kasema hajui kuvaa, atakaa atawaza nivae nini, atahangaika. Shabiki kama eh, eh. Shabiki amesema kwamba kama hivyo wewe ulivyosema kwamba muonekano wake umezidi kuwa mbaya kwa sababu ya nyama zimejaa sana mm. Kaamua kwenda gym, yani wanaishi kwenye stress yeah. Sasa kuna wakati pia unatamani tu bora uwe mtu wa kawaida. Umaarufu ni waki, wani, wa kazi gani? Sawa, mimi nimekuelewa Sami, na wasanii wako wanapitia changamoto hizo na wengine wanafikia mbali, wengine mpaka wanaona kama maskini. Dada wa watu we masepeto alikuwa na mwili wake mzuri tu shepo nzuri, siona vizuri. Maneno alikuwa mengi, saa zingine mpaka wakamwita majina fulani hivi ya wanyama kutoka mbuga za wanyama mm. <laughs> Fanao, e, kuna mnyama fulani hivi kwamba kwanza kumta hilo jina oh, sio Tanzania sitati huyo ndo atakuwa ni maskini dada <clears throat> watu, basi akajitahidi alivyofanya wahaula mm. Mungu akamjali akapungua e. Baada ya kupungua tena eh, unajua siku hizi AI inasaidia. Unajua, mwingine kabla hajaanza kufanya mazoezi ya kupungua anaweka picha yake akiwa kibonge, hebu ni, nitengenezee picha yangu nilikuwa nimekonda. <laughs> Unaangalia utapendeza kwa e, utapendeza. <laughs> kwa sababu kwa mtu mzuri ukikonda unakuwa kama vile una unamwita mtu kwa mbali, shingo inakuwa shingo inakuwa ndefu, anakula majani kandugu yetu nyungo. mm, yani shingo inakuwa ndefu hii <laughs> sasa ukikonda kwa staili hiyo mm. Watu wengi wanaweza kuhisi na unaumwa. Sasa ndio kukonda ya wema, sasa ndio Welu naye awe makini asije tu mm. akabadilisha mwonekano sana, na Welu ambaye tulimwona kwenye cha usiku eh? Ba, ba, ba, bado natafuta tafuta, uh, ya, ya, ya Gabo Zigamba akiwa yes, na Shamsa ndio yule alicheza eh, kama mdogo wake. Na Shamsa anawafatilia huyo, tena anamfatilia sana Welu, anajua mpaka filamu zake zote. Sasa kipindi kile <laughs> mwana alikuwa sio kama sasa hivi, hata kipindi kile <laughs> sasa angebaki hivyo hivyo. Sasa mimi nahisi labda sasa hivi kaingia mazoezini, aa, kurudisha mwili wa kipindi kile. Ule mwili ni mzuri sana, lakini mm. ogani kuwa ni ngumu Sometimes sio mtu aje mtu akizaa eh. Kuna wakati tunaambiwa ngoma ikienda imeenda. Yaani gari ikienda inaenda, ikirudi ina pancha. Mhm. Ndio ni sawa na ngozi ya mwili ukibadilisha. Kama wewe ni mweusi, umebadilisha ile ngozi yako kwa mweupe, ukataka urudi nyewe mweusi, haurudi ule. Ndio ndio mweusi ambao una mabonde mabonde. Hapa. Bado hujitengeneza wewe. Ushe kwa nao usifanye hivyo usi usi usi wekundu. Mhm. Yaani utamtu mweusi afa kapaka ile angel face nyekundu anavyokuwa. Ndivyo na kwa hiyo wauso kujichubua kwa urudisha kwa speed. Na kama shetani kaja kwenye dunia ya kawaida eh. Kwa hivyo kuna Matishe. Wakati pia na nyie mashabiki hmm. msiwatie stress bwana wa, wa, wasanii hey, wenu. Eh, waacheni, waishi maisha yao. Ni ndio mnawavuruga. Wapendeze nini? Mara fulani akinyoa anapendeza kanyoa. Eh, yule karibikia amekuwa kawa nini vile. Hmm. Bora hata anaanza kusuka. Akisuka tena eh, huyu naye si bora vage mawigi tu. Jamani, yeah, mnataka kufanya nini watu? <laughs> Si Nyerere kachacha ata pale. Eh, wewe well, umefanikiwa kuwa na mtoto na Steve Nyerere. Hmm. Mtoto jamani ni mzuri. Siucha kumfuatilia, ni mzuri mashaba, kwa sababu pia ana macho fulani vya babake. Jinsi angalia macho, si vijelele. Steve naye anatoaga kopi hata nime, nilipitia pia watoto wake wote wamemfana baba. Yaani wana uzuri fulani hivi, Steve ni handsome. Sasa plus na Welu, mm -hmm, naye alivyo mrembo Wana nini? Wana pesa pesa, yani sisi tunachotaka kwenye maisha haya sasa hivi attractive money, yani unavutia na una hela, sio tu na wewe au mepinda hizo pesa zako. Haya bwana, Welu Sengo ndo huyo anafanya zake mazoezi, lakini kurusha ngumi tu kwake ni shida. Eh anaumia, anapenda aliongea pale. Just <laughs> ichukue yes, naumia ya Welu na ile naumia ya Zuchu. Ndio ujue naumia ya mtu mnene na naumia ya mtu mwembamba. Eh. Hey, na ile oh, ile inafikia. Na naumia. Afu kweli ya Welu. Naumia. Hmm. Oh, <laughs> wanawake wanene wako romantic. Wanawake wanene. Ndugu yetu anajua <laughs> hey, tumuulize labda, tumuulize. Eh? Hey? Tumuulize. Ni hey. Vision. Eh. Hicho hey. Wanawake wanene vipi? Wanawake wanene. Eh. Hey. Wanajua kumhendo mwanaume, wanawake wanene wakute mwanamfanya hivi mnene, afu ana ndevu eh, ana ndevu kabisa. Hapo ndo uchomoi mnene, ana ndevu, anakupigia nguo yake banani, mtoto kaku, mnakupiga dera, sio dera Batiki, sio batiki. Hawaonaga shida ya kushikilia dera. Sio kama vimtu vyembamba hawana shida yaani, halishikiliwi najishola lenyewe, alafu angalia watu wanene zao kwa kama wanabarikiwa, wana nywele zao natural, sinakwambia wana nywele natural, yaani zenyewe, alafu wanakamwanya fulani hivi tu mm tu Welu ni mrembo, mrembo, yani ni mrembo. Wanawake wanene warembo wanawake wembamba, nawambia hakuna chochote mtapata kuwazidi wanawake wanene. Aye. wanene wanapewa pesa kutokana na the way walivyo, unalishwa ujazo wa nyama yako ilivyo. Wewe mwembamba, unataka upewe hela nyingi ya nini? we ukila, ukila nyama zako kidogo chipsi kavu tu unashiba. wewe mwanamkegea <laughs> unashiba chipsi kavu <laughs>

ni yai. Ya mm. Kwa wanawake wanapenda. Sasa kama we ni mwembamba, hakikisha mm. ukiwa na mwanaume umetoka out, uagize mm. ut uagize chips, agiza chips kavu na maji. Kwa nini? Si mwembamba sasa, ukila si umeshiba hivyo. Mwili wako unahitaji nishati nyingi. Sasa mwanamke gani? Umtia sala mtu kwenye <laughs> Hakikisha, kibongo anatia sara, yani mm. ya maana, chips ai nini, mishkaki, sausage yote gizia, gizia, miwa, ya sausage yote agizia juisi ya miwa ya embe kunywa, sara utie haya. Sawa bwana, sisi tuna sign out mm. lakini nikupe mkasa mmoja leo sami, tuja sign out leo mm. Wakati najiandaa kufika hapa kuzungumza na wanagossip, ilikuwa mm. barabarani, kufika barabarani mm. aa, kuna gari moja ikawa imekatiza pale. Ile gari ilikuwa ni aa, inapita sio barabara hizi kubwa, barabara zile za majumbani yeah. Ile gari na kontena naonekana imeshiba kwelikweli mm. Sasa kwenye ile gari wakati inatembea tairi mbili za nyuma zilibasti mm. at the spot, yani pale pale zilibast. Unajua mlio wa tairi zikibast zikibasti mm. zote mbili mm. Pembeni kuna wamama wanapika maandazi, mwengine wanapika chapati maduka na nini, kufumba na kufumbua nikaona maandazi yako yenyewe <laughs> <laughs> chapati ziko zenyewe <laughs> watu hawapo <laughs> maduka mengine yanafungwa, nikajuliza sasa <laughs>